Kuna wakati Allah subhanahu wataala humjalia huyu mwanadamu mitihani ya aina mbalimbali. Mfano, Allah subhanahu wa Ta'ala huenda akampatia mwanadamu mtihani wa kuumwa wa na wakati huo ambapo alipokuwa anaumwa, akajitahidi huyu mwanadamu kwenda sehemu tofauti kutafuta tiba ili aweze kupona yale maradhi aliyopewa, lakini ikafika sehemu ya kwamba ikaonekana maradhi hayo mbali na kupata tiba za aina mbalimbali hayakuwa yenye kupata uwafadhali katika hali moja ama nyingine. Mwanadamu huyu huendelea na kuumwa mpaka ikafika sehemu ya kwamba akaona kwamba hapa hamna ambaye atakayeweza kunitoa katika mtihani huu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbali ya hayo, mwanadamu huyo huenda ikawa akapewa mtihani mwingine kwenye maisha yake, ikawa ni mtihani wa kiuchumi katika maisha yake ama ikawa ni mtihani ya aina mbalimbali kiasi kwamba alifika sehemu haoni kitu mbele yake isipokuwa ni kiza kitupu, haoni mlango wa kutokea katika mtihani huo isipokuwa ni kiza kitupu, wala haoni kwamba kuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kumsaidia katika katika wakati huo. Isipokuwa hapo atakuwa anatarajia nguvu kutoka kwa yule ambaye alimuumba. Hizi ni nyakati ambazo ni ngumu katika maisha ya binadamu, na hapo Allah, subhanahu wataala, anapotuweka katika nyakati kama hizo, hutaka sisi

Wa huwa alalimu lkadir. Allah subhanahu wataala anasema ana yeye ndiye aliyetuumba sisi kutokana na udhaifu, kisha akajaalia nguvu baada ya unyonge, kisha akatujaalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe, anaumba atakavyo. Yeye ndiye mjuzi na yeye ndiye muweza, jua kila kitu. Huyo ni Allah subhanahu wataala. Kwa maana kwamba huyu mwanadamu, jinsi gani alivyoumbwa, ameanza kuumbwa na udhaifu na baada ya hapo mwisho wa maisha yake pia udhaifu huo utamrudia huyu mwanadamu. Ameumbwa hali ya kwamba ana udhaifu wa kila aina katika maisha yake, na Allah subhanahu wa taala anatujulisha pindi ambapo anaposema maneno kama hayo kutoka ndani ya Quran ya kwamba haijaanishi ya kwamba wewe una nguvu ya aina gani kwenye maisha yako ikiwa wewe una nguvu ya kiuchumi kwenye maisha yako, ama ukiwa wewe una nguvu ya kuweza kushawishi watu kwenye maisha yako, ikiwa wewe una nguvu ya kuwa na watu wengi waliokuzunguka katika maisha yako, haijalishi kwamba wewe una nguvu ya aina gani, lakini bado wewe ni dhaifu katika hali moja ama nyingine kwenye maisha yako. Hakika sisi binadamu sote ni dhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na udhaifu aina mbalimbali kwenye maisha yetu. Leo unamkuta mwanadamu hukaa na kujisifia kwamba yeye ana uwezo wa hali ya juu, yeye ana nguvu za hali ya juu, yeye ana mali nyingi katika maisha yake. Hudhani kwamba vile vitu ndivyo ambavyo vinampa nguvu kwenye maisha yake, lakini mwanadamu huyo huyo pindi ambapo pumzi yake itakapobanwa kwa sekunde moja tu ama kwa dakika moja tu, basi huo ni rahisi kwake hiyo roho kutoka. Mwanadamu huyo huyo pindi ambapo damu yake itakapoacha kutembea kwenye mwili wake na akapatwa na mshtuko wa moyo, basi huyu mwanadamu hapo hapo itakuwa ni mwenye kuondoka katika huu ulimwengu. Kwa hiyo unamkuta huyu mwanadamu ambaye mwenye kujisifia na nguvu za aina mbalimbali kwake, kinapomtokea kitu kidogo tu kwenye maisha yake, ikiwa ni maradhi ama ikiwa ni mshtuko ama ikiwa ni jambo dogo tu kwenye maisha yake, huwa ni rahisi mwili huo kuwa umefikia sehemu ya mwisho katika maisha yake, na baada ya hapo roho yake kuondoka huu ni udhaifu ambao Allah subhanahu wataala ameumba katika maisha ya binadamu. Hata ikiwa unazungukwa na vitu vya aina gani katika maisha yako, bado wewe elewa kwamba ni dhaifu, hususan mbele ya Mola wako mlezi ambaye aliyokuumba. Hamna ambaye mwenye nguvu zaidi ya yule ambaye aliyotuumba sisi katika maisha yetu, na Allah subhanahu wataala anataka sisi tuelewe mambo hayo, kwamba tuelewe uhalisia huo katika maisha yetu kwamba sisi tumeumbwa hali ya kwamba ni madhaifu kwenye maisha yetu, na wala vile ambavyo venye kutuzunguka sisi kwenye maisha yetu sivyo ambavyo venye kutupa nguvu kwenye maisha yetu, na wala sivyo vitu ambavyo vitakavyotufanya sisi tufanikiwe mbele ya Allah subhanahu wataala, kama tutavitumia kutokana na matamanio yetu ama vile tunavyotaka sisi na kuacha maelekezo ya Allah subhanahu wataala. Tukiangalia ndani ya Quran, Allah subhanahu wataala ametutolea mifano ya aina mbalimbali mfano mbali, wa watu ambao walikuwa wameneemeshwa na mali katika, katika maisha yao Allah subhanahu wa taala alimzungumzia Qarun ndani ya Quran, na Allah subhanahu wa taala alimpatia mali nyingi kiasi kwamba Allah alizungumzia tu zile funguo ambazo walizokuwa za, za mali zake, kwa maana ya kwamba kulikuwa kuna vyumba maalum ambavyo anaweka mali zake, zile funguo tu za hivyo vyumba ambazo anaweka mali zake basi zilikuwa ni nzito kiasi kwamba ziliwashinda wanaume ambao wenye nguvu zao kuzibeba jinsi ambavyo zilivyokuwa nyingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mali nyingi sana kwenye maisha yake, lakini baada ya hapo, huyo Karun, akawa ni mtu ambaye mwenye kupata na kibri kwenye maisha yake, na akawa ni mtu ambaye mwenye jeuri ya hali ya juu, na kutokana na hapo akasababisha fitna kubwa katika umma wakati wake na watu wengi wakawa wenye kupotea kutokana na hayo ambayo aliokuwa akiyafanya, lakini amba walikuwepo wachache ambao waliokuwa wacha Mungu na walikuja kwake na kumpatia nasaha na kumwambia kwamba afanye yaliokuwa mazuri kwenye maisha yake mbele ya Allah subhanahu wataala. Kama Allah alivyokuwa amempatia kheri hizo kwenye maisha yake, basi hivyo hivyo na yeye afanye mema kwenye maisha yake kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Na baada ya kuambiwa hayo akaona

Anasema huyu Qarun ndani ya Qur'an, Allah anamripoti anasema huyu Qaruni, baada ya kuambiwa kuhusiana na mali zake alisema nini? Aliwajibu akaambia kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya elimu nilikuwa nayo. Kwa maana ya kwamba kama vile Allah subhanahu wa Ta'ala ame, ameona kutokana na Qarun alivyo na elimu aliokuwa nayo basi ana, ana deserve kupata hizo mali kwa maana ya kwamba yeye ana haki ya kupata hizo mali wakati kupewa mali ni mtihani katika maisha ya binadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, je, hakujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kisha waangamiza yeye, katika vizazi vya waliokuja kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko hata yeye na, ya, na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake, kwa maana ya kwamba huyu Qarun alikuwa na wafuasi ambao wanamfuata nyuma yake na kuwa wanapenda yale ambayo anafanya na kuwa wana, wanafanya kile ambacho wao yeye ambacho wanachokuwa wanataka hao watu wakifanye. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wakosefu hao hawataulizwa habari za dhambi zao. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatufunza jambo lililokuwa kubwa kabisa, kwa maana ya kwamba kule kuwa na mali nyingi katika maisha yako wewe binadamu ama kule kuwa na wafuasi wengi wa kukufuata nyuma yako kiasi kwamba ukawa na watu ambao kila unachoambia wanafuata na wanatenda katika maisha yako, haya yote si sababu ya wewe kuwa na nguvu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya kwamba Allah amekupa hizo nema ama Allah amekupa hizo nguvu katika maisha yako, kuwa ni moja katika mtihani ambao uliokwepo katika maisha yako, na Allah subhanahu wataala anakuangalia, je utakuwa wale ambao, je utakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kumshukuru Allah subhanahu wataala ama wenye kumkufuru kutokana na hizo nema ambazo Allah amekupatia. Karuni alidhani ya kwamba yeye ameshafika hapo alipo, alidhani ya kwamba kutokana na mali ambazo alizokuwa

wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru mbele ya Allah Subhanahu Wataala huyo Qarun wakati huo, wala hakuwa miongoni mwa wao mwa waliojitetea, kwa maana ya kwamba hata yeye mwenyewe hakuweza kujisaidia baada ya adhabu ya Allah Subhanahu Wataala kuja kwake. Hii kuonyesha kwamba sisi binadamu tumeumbwa hali ya kwamba ni viumbe vilivyokuwa dhaifu kabisa mbele ya Allah Subhanahu Wataala na wala vitu vinavyotuzunguka katika maisha yetu si sababu ya kuondosha huo udhaifu ambao Allah Subhanahu wa Taala ametuumba nao, lakini hivyo vitu ni mitihani miongoni mwa mitihani ambayo Allah Subhanahu wa Taala amempatia huyu mwanadamu. Lakini mbali ya hayo, Allah Subhanahu wa Taala amemzungumzia Firauni ndani ya Quran, ilifikia sehemu Firauni alijinadi mbele ya watu wake na kusema, ana rabbukumul a'la mimi ni mola wenu aliye mkubwa. Kwa maana ya kwamba Musa alaihi salam alipokuja akamwambia Firauni ya kwamba, rudi kwa mola wako aliokuumba na muombe msamaha na kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kumwabudia, wenye hakika yeye ndio mwenye nguvu juu ya kila kitu, yeye ndio alioumba kila kitu. Baada ya kuona ya kwamba watu wanazungumza hayo, na baada ya hapo akaja Firaun kwa watu wake na akawaambia ana rabbukumul a'la mimi ni mola mimi ni mola wenu lakini sio mola tu kama yule mola wa, wa, wa, wa Musa alayhi salam, bali mimi ni mola mkubwa zaidi kushinda huyo mola wa Musa. Hivi ndivyo ambavyo alivyotakabbar huyo Firaun, na mbali ya hayo, alipopatwa na kibri na jeuri ya hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokana na hayo akawaelekeza watu Allah subhanahu wataala, ulipofika wakati wake huyu Firaun kuangamizwa, walipoingia katika bahari ambayo iliyokuwa wamepita Musa alayhi salam pamoja na watu wake, Allah subhanahu wataala kwa muujiza wake ile bahari ilikatwa katikati. Musa alayhi salam alipita na watu wake pamoja na wa mpaka wakafika mwisho. Na baada ya hapo, Firaun akachukua jeshi lake wakaingia walipofika katikati ya hiyo bahari ndipo ambapo maji yalipokuja yalipokuja kuwavaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha katika historia hii amba amba ya kwamba hamna ambaye aliyeweza kumsaidia Firauni wakati kule, mbali ya kwamba alijiita ye mwenyewe kuwa ni Mola, lakini mbali ya yaku kwamba yakuwa na jeshi lilikuwa kubwa kabisa nyuma yake jeshi ambalo lilikuwa na nguvu ya hali ya juu kiasi kwamba wao walikuwa hawataki kusikiliza chochote kwenye maisha yao. Allah subhanahu wataala akaonyesha kwamba hakika ya hawa wanadamu ni viumbe vilivyokuwa dhaifu, na Allah subhanahu wataala akaileta adhabu yake na kuwazamisha kwenye ile bahari, na baada ya hapo hakuna ambaye aliyowasaidia. Na hawa ndio ambao watakoishia katika adhabu za Allah subhanahu wataala, kutokana na kwamba mwisho wao ulikuwa ni mwisho mbaya mbele ya Allah subhanahu wataala hii kutuonyesha jinsi gani ya kwamba huyu mwanadamu hata kama atakuwa anazungukwa na watu waliokuwa wengi na jeshi lililokuwa kubwa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bado ni kiumbe kilichokuwa dhaifu kabisa. Hivyo tunapopatwa na mitihani mbalimbali katika maisha yetu, tunapokuwa katika maisha yetu ya kila siku, tumuelekee nani? Sisi binadamu tunazungukwa na hatari za aina tofauti. Sisi binadamu tunazungukwa na shari za aina tofauti sisi binadamu tunazungukwa na mitihani na tofauti, na mbali ya hayo tunajiona ya kwamba sisi bado hatuwezi kujilinda katika kila upande, katika kila hali kwenye maisha yetu, hivyo tumwelekee nani? Pindi ambapo tunapokuwa katika hali ya umaskini, basi wa kwanza kumwelekea ni Allah subhanahu wataala, kwani Allah subhanahu wataala yaruzuku. Yeye ndiye ambaye mwenye kutoa riski kwa viumbe vyake. Allah subhanahu wataala, yeye ndiye mwenye kuweka hali zetu zikawa ni hali bora za kimaisha na kuboresha uchumi wetu. Huyo ni Allah subhanahu wataala. Allah ndiye mwenye uwezo uliokuwa mkubwa kabisa kushinda hata hao matajiri na wafalme ambao waliokuwepo katika ulimwengu huu. Lakini mbali ya hayo, pindi ambapo tunapokuwa na wasiwasi kwenye mioyo yetu, ni nani ambao wa kwanza kumwelekea? Tumwelekee Allah subhanahu wa taala Tuzungumze na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ataondosha majonzi yetu na wasiwasi wetu ndani ya mioyo yetu. Bini ambapo tutakapokuwa tunaumwa katika maisha yetu, maradhi aina mbalimbali, maradhi mengine kiasi kwamba unayakuta huyu mwanadamu ameshaangaika na ameenda sehemu mbalimbali, lakini hakupata majibu hayo maradhi. Kwa nini maradhi aina gani? Basi tumuelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuinue mikono yetu na tuuzungumze na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiku na mchana, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusikia kila mtu wakati wa wote katika maisha yetu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupatia shifa. Atatuondoshia aliyokuwa mazito kwenye maisha yetu. Lakini pindi ambapo huyu mwanadamu atakapokuwa amefanya dhambi ama makosa aina mbalimbali kwenye maisha yetu, wapi pa kuelekea? Amuelekee kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye mwenye kusamehe dhambi za waja wake.

wakamwomba msamaha kutokana na dhambi ambazo walizokuwa wamezifanya. Ni nani ambaye mwenye kufuta dhambi hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na wala hawaendelei hawa, hali ya kwamba wanajua hayo ambayo walikuwa wameyafanya katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiyo ambaye mwenye kusamehe dhambi za waja wake, yeye ndiyo mwenye kusamehe dhambi za wale wenye kufanya makosa katika maisha yao. Hivyo tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika hali tofauti ndani ya maisha yetu katika vipindi tofauti katika maisha yetu, kwani hakika sisi binadamu ni dhaifu na hatuwezi kuendelea kusurvive katika haya maisha isipokuwa kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutoweza kufikia mafanikio yaliyokuwa makubwa kwenye maisha yetu isipokuwa kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunahitaji, tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sekunde kwenye maisha yetu. Tujifunze kutoka kwa wale ambao waliopita kabla yetu. Tujifunze kutoka kwa mitume manabii wa Allah subhanahu wataala, pindi ambapo walipokuwa wanapatwa na mitihani ine mbalimbali kwenye maisha yao, ilikuwa kimbilio lao la kwanza ilikuwa ni Allah subhanahu wataala. Hebu turudi kwa baba yetu Adamu alayhi ssalam, pindi ambapo alipokosea katika maisha yake pamoja na mke wake walipokosea mbele ya Allah subhanahu wataala, basi kimbilio lao la kwanza lilikuwa ni Allah subhanahu wataala.

haya ndani ya Qur'ani ili tupate kuelewa. Adam alaihi salam alikuwa ni wa kwanza kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na ni wa kwanza kuomba toba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo anatufundisha kwa mapindi ambapo tunapokosea kwenye maisha yetu wa kwanza kukimbiliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndiye anahitajika aombwe msamaha. Lakini hapa ningependa kuelezea jambo ambalo inabidi pia tulifahamu kuhusiana na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ta ta msamaha.

akafanikiwa kuepuka huo mtihani katika maisha yake, kwa maana ya kwamba hakufanya hayo maasi ambayo aliokuwa huyu mwanamke anataka afanye naye wakati ule. Na baada ya hapo, ikawa anaandamwa na mitihani yaina mbalimbali, na yule mwanamke baada ya hapo akawa mwenye kuwashawishi wanawake wengine juu ya uzuri wa Yusuf alaihi ssalam. Yusuf alaihi salam ikawa anafatwa na wanawake waina mbalimbali katika huo mji, ikawa hawa wanamwambia basi, na mimi nataka kulala na wewe.

Hichi kifungo kwa maana ya kwamba mimi kufunga kwenda ku, kufungwa ni bora kwangu, ama kuingia katika jela ni bora kwangu katika wakati huu kuliko hayo ambayo wanaoniitia hawa kuyafanya. Usiponiondoshea vitimbi vya wanawake hawa mimi nitaingia katika mtego huu na nitakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wajinga mbele yako, ya Rabbi. Kwa hiyo Yusufu alaihi salam anamuomba Allah subhanahu wa taala amnusuru kutokana na mtihani huu ambao alikuwa nao, amnusuru kutokana na vitimbi hivi vya wanawake, amnusuru katika maisha yake, ili asije kuanguka katika dhambi hii wanamuitia katika maisha yao, na Allah Subhanahu wa ta'ala akamnusuru Yusuf alayhi salam, na hapa ndipo ambapo tunapojifunza ya kwamba huyu mwanadamu anamuhitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila sehemu. Yusuf alayhi salam anazungumza, anasema ya Rabbi, kama utaniwacha, kama katika sehemu hii basi nitakuja kuanguka nitakuja kuteleza, na nitakuwa miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wametenda dhambi na watakaokuwa wajinga mbele yako, ya Rabbi, hivyo niondoshe katika mtihani huu. Kwa maana ya kwamba amekubali mbele ya Allah subhanahu wataala udhaifu aliokuwa nao na akamuomba yule ambaye mwenye nguvu ya kuweza kumuondosha katika mtihani huo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunajifunza katika maisha yetu kwamba sisi binadamu ni dhaifu mbele ya Allah subhanahu wataala, na mitihani aina mbalimbali ambayo inatuzunguka, huenda tukaanguka katika mitihani hiyo. Hamna ambaye atakayeweza kutusaidia pindi ambapo tunapokuwa katika sehemu tofauti isipokuwa Allah subhanahu wataala, yeye ndio mwenye nguvu katika sehemu hizo. Ibrahimu alaihi salam

Huenda ikawa si sababu yeye kupata msamaha wa Allah subhanahu wa taala, kwa maana ya kwamba usije ukajiona wewe unafanya matendo mengi mema ukajiona ya kwamba uko karibu na Allah subhanahu wa taala, ukajiona ya kwamba wewe tayari umeshafanikiwa mbele Allah subhanahu wa taala kupata msamaha wake ama radhi zake. La, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuja kwa watu wake na kuzungumza kwa masahaba mbele ya masahaba akawaambia, hakika hamna ambaye atakayeingia katika pepo ya Allah subhanahu wataala kwa haya matendo mema ambayo anayafanya isipokuwa kwa rehema za Allah subhanahu wataala. Na baada ya hapo akamuuliza, ya Rasulullah, hata wewe? Akasema, hata mimi, kama Allah subhanahu wataala rehema zake sitozipata, sitakuwa miongoni mwa wale watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wataala kwa maana kwamba sisi binadamu haya yote tunayafanya kwenye maisha yetu, tunatarajia kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kupata hizo rehma, basi tutakuwa miongoni mwa wale ambao watakaoingia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana azikubali hizi hizi ibada zetu za aina mbalimbali tunazozifanya, za matendo yetu mema aina mbalimbali tunayoyafanya ili tuje kuwa miongoni mwa wale watakaofanikiwa na watakaofanikiwa kupata rehema zake hapa duniani na kesho akhera. Hivyo nguvu aiza mbele ya Allah subhanahu wataala zinatokana na kumtegemea Allah subhanahu wataala. Mafanikio katika maisha ya binadamu yanatokana katika kumtegemea Allah subhanahu wataala. Huo udhaifu wako ambao ulikuwa nao ndiyo nguvu yako mbele ya Allah subhanahu wataala, kama utakuwa

alitoguswa na moto wa Jahannam, kwa maana ya kwamba huyu mtu hatoguswa na moto wa Jahannam. Angalia mtu anapopatwa na mtihani wa aina mbalimbali, mtu anapokuwa anazungumza na, na Allah mpaka akawa ni mwenye kulia, anaonyesha udhaifu wake mbele ya Allah subhanahu wa taala. Lakini udhaifu huo hubadilika na ndiyo huwa nguvu yake katika maisha yake. Hivyo tuchague kuwa ni watu wanyenyekevu mbele ya Allah subhanahu wa taala, tuchague kujirudisha chini mbele ya Allah subhanahu wa taala Tusiwe watu wenye kutakabbar, tusiwe watu ambao wenye kufanya maasi katika maisha yetu, tusiwe watu ambao wenye kuwa na kibri kwenye maisha yetu, kutokana na yale Allah aliyotuneemesha nayo katika maisha yetu, ikiwa ni mali, ikiwa kuzungukwa kwa watu wa aina mbalimbali, ikiwa kuwa na cheo cha aina mbalimbali kwenye maisha yetu, hayo yote asitufanye sisi kuwa watu wenye kutakabbar mbele ya mbele ya Allah subhanahu wataala, na kumsahau Allah subhanahu wataala na kujidanganya kwamba kutokana na hayo ambayo yanazunguka kwenye maisha yetu basi tunaweza kufanya chochote na hamna chochote kitakachoweza kututokea. La, tumeona ya kwamba walikuwa wamepewa neema za aina mbalimbali, walikuwa wamepewa uwezo wa aina mbalimbali kwenye maisha yao, jinsi ambavyo Allah subhanahu wataala alivyowadhibu baada ya kutakabari kwenye maisha yao. Tumeona ya kwamba hivyo vitu si chochote kwenye maisha yao, hawa waliozunguka si lolote kwenye maisha yao Hizi nguvu alizokuwa wa wakizitarajia si chochote kwenye maisha yao, kutokana na kwamba huyu mwanadamu Allah amemuumba um, ame hali ya kwamba ni dhaifu, hawezi kuhimili hata kitu kidogo kwenye maisha yake. Leo tupo, kesho hatupo mbele ya Allah subhanahu wataala. Tunahitajika kuyafikiria hayo mara kwa mara katika maisha yetu.

ili wawe kuwa, waje kuwa miongoni mwa wale watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Tunamuomba Allah subhanahu wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka, atufanye tuwe miongoni mwa wale watakaokuwa wenye unyenyekevu mbele yake katika maisha yao, katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera, na tujalie kuwa miongoni mwa wale watakaosamehewa dhambi zao na kupata radhi zake na kuingia katika pepo yake. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.